ni kwamba nchi yetu ilianza kupotea kitambo, haijaanza sasa hivi, lakini ukikompea ile damage ambayo ilifanywa na uh, mheshimiwa Kenyatta kwa miaka kumi na nane na mheshimiwa um, Moi Daniel Arap Moi kwa miaka ishirini na nne as compared to miaka kumi na tatu ya Uhuru na Ruto, ya Uhuru na Ruto ni noma, ni noma sana, it is too much E, eh, kuanzia kwa madeni kuja kwa kuumiza uchumi kuharibu miundo misingi, mambo yamekuwa ni worse than ever. Kile ambacho naweza kuambia Wakenya ni hivi: sisi Wakenya tumeumizwa na tumejiumiza sisi wenyewe, na swala la ukabila, ile ya kusema ni mwizi lakini ni wetu. Nataka kuambia Waluya wote ambao wanasikiza Mlembe FM, eh, umoyo kwa Waluya, nataka wasikie leo asubuhi kwamba ile siku ambayo mtasema huyu ambaye amepatikana na kesi ya ufisadi ni mluya wetu, wachana na yeye, mtakuwa mnaendelea kukuza ile mti ya ufisadi na matunda yake yatakuwa ni machungu sana. Kwa hivyo nyinyi wenyewe lazima muanze na wale wa luya ambao ni wafisadi, you call them out, muambie, wewe ni mluya wewe ni muroholi kama sisi, wewe ni mbukusu kama sisi, wewe ni muwanga kama sisi. Mm -hmm. Lakini wewe ni mfisadi, umeumiza Kenya, umeiba mali ya umma, umejijengea wewe mwenyewe manyumba ingine, unakula na wanawake huko Nairobi, na sasa wakenya wanaumia hawana matibabu em, katika hospitali zao, hawana barabara, hawana karo ya shule. Vijana wamesoma bana, wako nyumbani bana na madigrii. Sasa unashindwa, hii digri ni ya kazi gani? Watumie kama gazeti ya kuwasha jiko ama watumie kufanya nini? Unajua ni aibu sana kijana amefika miaka thelathini hana bibi hana kazi hana pesa ako tu pale nyumbani, amerudi kuketi na wazazi wake, japo amesoma, kwa sababu zile nafasi za kazi zimechukuliwa kwa njia ambayo ni ya kikabila, na zile ambazo zilikuwa wawekezaji, wameanza kuondoka katika nchi ya Kenya, kwa sababu uchumi umedorora, kwa sababu ya wizi wa William Ruto akisaidiwa na wezi wenzake. Tusipokataa ufisadi sisi kama Wakenya, na muanze na communities zenu. Kwa hivyo tusianze kwanza huko juu, tuanze hapa chini MCA wako mbunge wako gavana wenu na viongozi wale Waluya ambao mumewatuma katika kabineti eh, eh, ya kitaifa na kufanya kazi kama makatibu, muwafanyie audit na muwaulize maswali. Je, wewe umepewa nafasi, una represent Waluya katika baraza la mawaziri? Wewe ni waziri wa hii wizara, wewe ni waziri wa hii wizara, ebu tupe report card yako. Umefanyia nini wa Kenya? ama umejifaidi tu wewe mwenyewe? Umenunua ndege, umenunua helikopta, umeenda holiday Dubai, umenunua saa ya 17 million kama ile ya Oscar Sudi, unatembea na gunia ya pesa kwenye matanga, una, una tusi wengine, unakunywa pombe, unadharau we viongozi wengine. Kwa hivyo lazima tukatae mambo ya ufisadi na uongozi mbaya, kwa sababu sisi ndio waajiri wa hawa watu. Kama sisi wenyewe hatutakubali kubadilika na kubadilisha hao watu kuanzia kwa jamii zetu, basi hao watu hawawezi kubadilika, na hayo machungu tutayasikia mfukoni, tutayasikia kichwani, na tutayasikia rohoni, na tutazidi kulalamika kila siku, Kenya yetu inapotea, Kenya yetu inapotea, Kenya yetu inapotea, lakini tutakuwa tumeipoteza sisi wenyewe.